Baadhi ya wananchi wameanza kutoa maoni kuhusu hali ya kisiasa hapa nchini. Ingawa nchi bado imegubikwa na hofu ya utekaji, baadhi ya Watanzania wamejitokeza waziwazi na kutoa maoni yao, hasa wakilenga masuala ambayo wanaona haki haitendeki. Ripoti hii imekukusanyia baadhi ya maoni hayo kutoka kwa watu wa rika mbalimbali. Hizi ni baadhi ya video ambazo zinatamba sana katika mitandao ya kijamii. Wasikilize hoja zao na tupe maoni yako. Kwa hiyo msituzuie vinywa tusiseme, wala msitutangazie kwamba e, rais amesema kanisa lifunguliwe. Alilifungia kwa nini? Atueleze sababu alizokuwa amefunga hilo kanisa, sababu zilikuwa ni zipi? Hana sababu. Kwa hiyo hatuwezi kuchekelea kwamba oh, kanisa la Gwajima limefunguliwa. Limefunguliwa na nani? Ni nani aliyelifungua? Tukisema oh, vurugu baada ya uchaguzi, uchaguzi huo, oh, kwani rais alishindana na nani alishindana na nani? Wakati watu walikuwa wameisha wekwa ndani, mara wamezuiwa, mara hivi. Yani unaona uonevu mpaka unasikia hasira, yani uonevu juu ya vyama vya siasa hivyo vikubwa. Hata bungeni tulikuwa tunaona kabisa wapinzani wakichangia na kuambia huyo spika atakuja juu, ataweka kanuni hapo, lakini sisi sehemu ikichangia hamna huo ni uonevu, sio kwamba wananchi hatuoni, tunaona, tunaona na tunaufahamu. Wala msifikiri kwamba mtatugiribu akili kisa mmefungua kanisa. Sio umefanya nini? Mmefungua kanisa wakati mmeiba vitu chungu zima. Aliyeiba nani? Wakati kanisa ilikuwa chini ya polisi, nani kaiba vile vitu? Pesa zote zimeibwa, hmm? Sasa mpaka tunafika mali tunajiuliza Hivyo, polisi, kazi ya polisi ni kumlinda rais au ni kulinda raia na mali zao? Yaani, tumefika mahali kwamba hatuna mtetezi. Ukienda kwenye JWTZ, jeshi la wananchi, lakini linaonekana kwamba ni jeshi la rais. Na ndio maana hata alipo hapa aliapia huko jeshini, manake hao ndio labda waliompigia kura oo. Na ndio wanajeshi wake wako kumlinda yeye tu. Wananchi dakika zote wananchi ni wakosaji, kila dakika wananchi ndio wakosaji. Rais akosei, anakosea sana tu, mnashindwa kumwambia tu ukweli. Lakini rais angeujua ukweli kwamba anafanya makosa haya, sisi yetu macho tumesema kwamba wapeni tupeni wananchi haki, wanaotaka kuandamana wapeni haki za kuandamana, walindeni waandamane. Maandamano kama ni ya haki, ni maandamano yao, ndio malalamiko yao, walindeni waandamane kwa amani, sio mwazuie. Mnawazuia kusema tu, mnawazuia kupeleka malalamiko yao, na nyie viongozi, kama Mheshimiwa Rais atoke hadharani aongee, aseme.

Ni watu wakubwa wanaongea wanaulizi, ila bado wanachukuliwa wanatekwa. Sasa sisi ambao tunaulizi tunategemea kutembea kwa mguu kwenda nyumbani; sisi tunachukuliwa kama nyanya tu. Tumsikiliza Waziri Mkuu Mwiguru Mchemba, yeye anazungumza anasema taifa hili lina rasilimali za kutosha, na ndiyo maana watu wengine wanamezea mate. Amezungumza rasilimali tulizonazo, na ni kweli, lakini mbona Tanzania hatufanani na rasilimali hizo? Mbona hatufanani nazo kama kweli tunazo rasilimali hizo anaozisema? Na mimi naamini zipo, unayozungumza uranium He, Liganga ma, madini ya chuma kabisa, yaani ni ufahari wa hali ya juu. Mbona hatufanani nazo? Yaani tukiangalia Watanzania maisha yetu na hizo rasilimali, mbona tuendane? Mimi nicho kigundua ni kimoja ni ubinafsi, ubinafsi, ubinafsi wa viongozi tulio nao. Hivi viongozi tulionao leo wanaweza kafanana na Nyerere hata kwa sekunde hii? Unao access hapa, waziri ni demokrasia kubwa

kwa sababu umezima, umeziba watu wasiseme, watu wasiwe huru. Haya, angalia mtu anampenda mtu wake amchague, unamkata jina kule. Chama fulani anakipenda, unakikata kule. Sasa unategemea huyu kijana afanye nini? Kimbilio lake liwe wapi? Haya ni maisha yetu wote, tupunguze ubinafsi. Kwa hiyo niwaombe, kama viongozi wetu mtusaidie sana. Mwisho kabisa, Ebu tuache uwanda wa mambo ya teknolojia uchukue nafasi yake, kwenye mambo ya teknolojia ichukue nafasi yake. Hii mitandao ya kijamii imeletwa kwa ajili ya vijana, asilimia kubwa ndio tuko huko. Mkitumia fursa hizo, TikTok tu mtu anaweza kutengeneza milioni tatu mpaka milioni nne akiwa na access ya kuweza kutumia, leo mmezima.